Matumaini yangu pia kwamba nitaenda kutekeleza majukumu kwa weledi e, kwa, kwa ufasaha kwa kuzingatia e, mandate tuliyopewa ya Umoja wa Mataifa katika utekelezaji wa majukumu haya e, ikiwepo majukumu ya msingi ambayo ni ulinzi wa raia, ulinzi wa mali watu na vifaa, hivyo chini ya Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba Amani nchini DRC na sasa katika jimbo hili la North Kivu e, inaendelea kuwepo e, pamoja na kuhakikisha kwamba shughuli za kiraia zinaendelea kama kawaida. A, wito wangu kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwanza ni kuendelea kuamini vikundi vyetu hivi ambavyo e, vina deploy kwenye ile eneo la uwajibikaji watuamini kwamba tupo tumekuja kutekeleza majukumu e, kwa ajili yao. Tunachohitaji tu ni ushirikiano mkubwa kutoka kwao, wasiwe kikwazo kwetu katika utekelezaji wa haya ya majukumu la msingi tu e, watupe ushirikiano pale unapohitajika, na sisi tuweze kutekeleza majukumu yetu vizuri inavyotakiwa. Kufanikisha hili jukumu kumetokana na jitihada mbalimbali, ikiwemo operations mbalimbali ambazo nilikuwa nimepewa ili kuweza kukamilisha jukumu hilo, tumefanya operation mbalimbali katika kuhakikisha tunawalinda raia wa DRC, kiasi kwamba tumeweza kuvisogeza mbali kundi vya wasi katika hali ambayo imesaidia wananchi kuweza kufanya shughuli zao za kila siku, tofauti na matishio ambayo yalikuwepo wakati tunafika. Lakini hata hivyo, tumefanikiwa kuweka uhusiano mzuri kati ya sisi na raia wa DRC kupitia viongozi mbalimbali, local leadership pamoja na machiefs walioko hapa pamoja na masuala ya, ya, ya simiki kwa maana ya kwamba mahusiano kati ya raia na wanajeshi, ili waweze kututambua kwamba tuko hapa kwa ajili ya kulinda usalama wao na sisi ni sehemu ya mafanikio ya maisha yao katika kuhakikisha amani nchini DRC inadumu na inakuwa katika maisha ya kawaida na watu wanaendelea na shughuli zao za kila siku.